Mikasa inayokumba mahusiano, changamoto za hapa na pale zinazowahusu wapenda nao, tunaikutanisha kwenye marashi ya huba kwenye Love Boat. Huu ni wakati wa Love Boat. Love Boat. Yeah, baby, cha, ni siku ingine tena nzuri kabisa ambayo inatupa nafasi ya kuweza kuanza sasa e, impia, na kuweza kufuatilia simulizi mpya ndani ya Love Buds. Namshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu. Uh, tumeweza kumaliza simulizi yetu ya Loveness wiki iliyopita. Wiki hii na tarehe tisa ya mwezi wa sita tunaanza simulizi mpya itwayo ndoa ya Neema. Simulizi ya ndoa ya Neema inatoka hapa Kasulu. Simulizi ya ndoa ya Neema inatufunza mambo mengi sana kuhusu mambo ya ndoa, inatufunza changamoto nyingi sana zilizomo kwenye ndoa, inatufunza pia faraja, mateso, manyanyaso, masimango yote apatikanayo kwenye ndoa, lakini inatufunza pia upendo, tabasamu vicheko za kila aina vilivyomo ndani ya ndoa, vyote vinapatikana kwenye simulizi iitwayo ndoa ya Neema. Utakwenda kujifunza vingi sana, utakwenda kumwagika machozi, utakwenda kusikitika, utakwenda kumwonea huruma Neema, utakwenda kusema sitoingia tena kwenye ndoa kutokana na mambo ambayo yaliyomo kwenye simulizi itwayo ndoa ya Neema. Si pambii sana ila, anazungumza uhalisia wa namna ambavyo itakavyokuwa, itakavyokufanya utoke machozi, itakavyokufanya kufulu wanaume, itakavyokufanya waone wanaume hawana maana wenye hii dunia, itakavyokufanya waone kila wanaume ni makatili itakavyokufanywa waone wanaume wote ni wa baba mmoja wa mama mmoja. Mimi niseme karibu sana kwenye simulizi mpya iitwayo e ndoa ya Neema. Simulizi yetu inaanza, tunakutana na binti mmoja mrembo, binti mzuri, binti mcheshi, binti mwenye faraja, mwenye afya yake. Alipoona kukawa bila mwanaume haina maana, kwa sababu hata bustanini Adamu alikaa bila Eva, Mungu akaona hapana, bora amwekee mlinzi wake, amwekee msaidizi ambaye wanaweza wakaishi vizuri kwenye bustani. Neema naye aliona kukaa pasipokuwa kwenye ndoa, kukaa bila mahusiano ni sawasawa kumkosea Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Adamu alipewa Eva. Basi Neema akaamua kuingia kwenye mahusiano mahusiano yake alikuwa yenye furaha sana, mahusiano yake alikuwa matamu, alienjoi na kusema nilichelewa wapi kuanza mahusiano, nilichelewa wapi kuingia kwenye mahusiano. Hakujua kwamba kwa baadaye itakuja kuwa hatari, hakujua kwamba kwa baadaye maziwa anayokunywa atageuka kuwa sumu. Neema alipenda sana kuwa kwenye mahusiano, Neema alipenda sana kuwa kwenye ndoa, Neema aliahidiana vitu vingi sana na mpenzi wake. Neema ukweli aliamua kuwa na, mamu, na mpenzi ambaye mpenzi huyo alitamani awe baba wa watoto wake furaha. Neema hakutamani kuwa mwanamke wa kusontwa vidole, abadilishaye wanaume kama nguo ya ndani. Alitamani asontwe kwa vidole viwe mfano wa kuigwa, kwamba binti wa mzee fulani ameolewa tena, kwa heshima, kwa hekima. Ndivyo ambavyo matamanio, matarajio ya Neema alivyokuwa. Sasa mimi niseme, tumsikie Neema, faraja yake, matarajio yake ya kuwa na mpenzi, ya kuwa kwenye ndoa. Basi karibu tuanze simulizi yetu. Kwa jina naitwa Neema. Hapo mm, awali nilikuwa na mpenzi wangu ambaye tulitokana kupendana sana na nilimpenda sana, nikampa mapenzi ya dhati, na alinizoeza vibaya kwa sababu nilikuwa nimemzoea. Alikuwa ananiletea zawadi mbalimbali mbali. Alionyesha kunihendu kunijali kwa kila hali, na mimi nilitokea sana kumpenda kwa sababu mazoea aliyokuwa na mazoea niliyokuwa nayo yalikuwa ni mazuri sana, nikatokea kumpenda sana lakini, alivyonitenda, sikuja kuamini kuwa angekuja kubadilika kwa sababu mahaba aliyokuwa ananionyesha, alivyokuwa ananijari, alivyokuwa ananitana na niheshimu, ni tofauti alivyokuwa amebadilika na kuwa mnyama. Kila nikiongea lolote hawezi kulisikia. Kwa vile nilikuwa nampenda, katokea sana kuumia moyo, yani nikaanza kuwa wahovyo, siamini chochote, lakini mm, saizi namshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah, huyo ni Neema akizungumza namna ambavyo aliamua kuingia kwenye mahusiano na mpenzi wake. Na hapo ni mwanzo wa simulizi inaanza sasa. Hapo Neema akaamua kuacha ile yote na akaamua kuoana na mpenzi wake. Mpenzi wake alienda kwa Neema, akajitambulisha, akatoa mali, ndoa ikafungwa kanisani Mambo yakawa ni mazuri, mambo yakawa ni bambam, mambo yakawa ni shangwe na ndelemo, vigelegele, fiju, bila kusahau shangwe za kina mama. Ukweli, Neema safari yake ya ndoa inaanza tena, ndoa ya kanisani, ndoa yenye vibali vya Mwenyezi Mungu, ndoa yenye maandishi na maandiko takatifu, ndoa iliyopitishwa ndoa isemayo hatuwezi kuachana, hatuwezi kutengana mpaka mmoja aweze kufa. Hiyo ndoa ndiyo ambayo aliweza kufunga Neema Neema, na hii ndiyo ndoa ya Neema. Baada ya muda tulioana, tukaishi kwa furaha, kwa amani, tulipendana sana, ndoa yetu ilikuwa ni nzuri sana mpaka nilisema kwa nini nilichelewa? Ah, baada ya mwaka mmoja jamani, Niza, yani nijikuta dunia yote nimeibeba mimi, kwa furaha niliyokuwa nayo na mapenzi ambayo nilikuwa nayo, yani mwanaume hatakiwa mbali nikiongea naye, bebi na shida naiki ananiletea kwa muda fulani, yani kwa muda huo huo lakini anajiuliza mabitu waka anafeli wapi, lakini ndio hivyo tukao, tunaendelea kukanae kwa furaha kwa amani, mwanaume akuishi kunibembeleza na kunipetpeti, nilinjoi sana mapenzi niliyokuwa napewa. Ah, nilijua kuwa nimechelewa, lakini tulivyoendelea mbele, maisha yalivyoenda mbele Mungu alisaidia na Mungu alisaidia sana, na hicho ndio kilikuwa ni kilio changu, ombi wangu, nimzalie mtoto niishi naye, tujenge familia, kwa maana wakati tuko kwenye uchumba nilimwahidi vitu vingi, nitamzalia mtoto, atakuwa baba na mimi nitakuwa mama. Mungu naye akasaidia ombi langu, Mungu akalisikiliza lakini tulivyoenda mbele kabeba mimba mwangu alikuwa vizuri alinipenda alinikea tena alionekana ni mtu mwenye furaha baada ya kubeba mimba na nilimfurahia sana yani ndo mapenzi yakiongezeka kasema mungu wangu jamani hii ni nini au ni bahati ambayo jamani niliandikiwa lakini mimba ikafika hatua ya kuzarika, lakini wakati naenda kuzaa, kumbe mtoto alikuwa amekaa vibaya, kaenda kusheta. Neema akapelekwa fyeta. Tukisema fyeta, basi wazazi mtakuwa mnatuelewa na hata wala ambao sio wazazi, mtakuwa mnanielewa. Faraja, fijo, shangwe, tabasamu la Neema linapotea. Baada ya Neema kwenda fyeta, yanaanza majonzi, yanaanza machozi, yanaanza masimango, yanaanza manyanyaso, kwa sababu tu Neema anakwenda fyeta. Sasa baada ya kwenda fyeta, Neema ni kutoka, ni kwa nini manyanyaso yalianza na ni kwa nini masimango alianza? Kwa nini furaha ya Neema kwenye ndoa ikapotea baada ya Neema kutoka fyeta? Kipi ambacho kilijili na kipi ambacho kilimfanya Neema aweze kupoteza furaha yake baada ya kutoka fyeta? Maswali mengi yaweza kuwa unajiuliza hapo. Yaweza kuwa pia unasema alienda fyeta kwa sababu gani? Kwa ajili ya kujifungua. Kwa sababu kujifungua kawaida ilishindikana, kabidi akafanywa upasuaji na baada ya kutoka kwenye chumba cha upasuaji manyanyaso yanaanza, masimango yanaanza, mateso yanaanza, dharau zinaanza. Nani ambaye anamfanyia dharau? Nani ambaye anamfanyia manyanyaso? Nani ambaye anamfanyia mateso? Kwa nini baada ya kutoka fyeta, Neema ndoa yake inakosa furaha kama mwanzo? Ni huruma hii hey! ni ndoa ya Neema.